Ibada ya mazishi ya papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21 akiwa na umri wa miaka 88, imehudhuriwa na maelfu ya waombolezaji wanaokadiriwa kuwa laki nne. Katika ibada hiyo iliyoongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, ambaye katika mahubiri yake alimwelezea ya papa Francis kama kiongozi aliyekuwa na moyo wa upendo kwa kila mmoja. Papa Francesco, perché Dio lo accol... Baada ya kukamilika kwa ibada hiyo, mwili wa Papa Francis uliokuwa umewekwa kwenye jeneza la mbao ulisafirishwa kwenda kuzikwa katika Kanisa la Santa Maria Maggiore jijini Roma, alikochagua kupumzishwa kinyume na Vatikani ambako mapapa huzikwa. Maelfu ya wa watu walijitokeza kushuhudia msafara uliobeba mwili wake huku wakiupungia mikono. Mazishi ya Papa Francis aliyeongoza kwa miaka kumi na miwili kunafungua ukurasa mpya kwa makardinali wa Kanisa Katoliki wanaotarajiwa kumchagua kiongozi wao mpya mwezi Mei kuwaongoza waumini wa kanisa hilo wapatao bilioni moja na laki nne kote duniani.